Naomba nilete maombi ya fedha kwa mwaka ishirini na tano ishirini na sita. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025/26 wizara na taasisi zilizo chini yake imekadiria kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 819 milioni 977 laki nane na sitini na mbili mia sita na mbili na senti kumi na nne. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni sabini na nne milioni mia mbili na saba laki tatu na tatu na mia tatu na saba zinatarajiwa kukusanywa kutoka vyanzo vya ndani. Uh, makao makuu ya wizara shilingi bilioni mia moja hamsini na tatu milioni mia saba tisini na mbili laki sita tisini na sita mia sita tisini na tatu zinatarajiwa kukusanywa kutoka hospitali za rufaa za mikoa. Shilingi bilioni mia tano tisini na moja milioni mia tisa sabini na saba laki nane na, na sitini na mbili mia sita na mbili na senti kumi na nne zinatarajiwa kukusanywa kutoka katika taasisi za mashirika yaliyo chini ya wizara. Matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025/26 wizara imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 626 milioni 433 laki 136 kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na asilimia 39 ya bajeti iliyotengwa, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 475 milioni 414 laki 119 ni kwa ajili ya mishahara ya wizara na taasisi zizo chini yake na kiasi cha shilingi bilioni mia moja hamsini na moja milioni kumi na tano 5 elfu kumi na saba ni kwa ajili ya matumizi mengineyo katika miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, wizara imepanga kutumia shilingi bilioni mia 961 milioni 758 elfu 99 na kwa ajili ya miradi ya maendeleo sawa na asilimia sitini na moja ya bajeti iliyotengwa, na kati ya fedha hizo, fedha za ndani ni shilingi bilioni 564 milioni 458 laki 6 na elfu, na elfu 9 fedha za nje ni shilingi bilioni 427 milioni 299 laki nne, na 90. Mheshimiwa Spika, jumla ya fedha zote zinazoombwa kuidhinishwa na Bunge lako tukufu kwa ajili ya wizara na taasisi zilizo chini yake fungu 52 ni shilingi trilioni 1 bilioni 618 milioni 191 laki mbili thelathini na tano elfu ili kuweza kutekeleza malengo na vipaumbele nilivyovisema. Mheshimiwa Spika, tunataraji kuwa na utekelezaji mwingine wa kimbunga cha suma, tsunami katika sekta ya afya kwa mwaka ujao wa fedha.